Sasa tumefika katika safari yetu ya hekima kwenye Zaburi 120 na, na hii inaanza mkusanyiko wa zaburi 15 na zote zina kichwa sawa wimbo wa kupanda, au unaweza unaweza kutafsiri hii wimbo wa kupanda juu. Kichwa hiki kinatokana na ukweli kwamba Yerusalemu iko kwenye mwinuko wa juu huko katika nchi ya Israeli. Huko nyuma katika Kutoka sura ya 23, Bwana aliwaamuru Waisraeli wote walio watu wazima watokee mbele zake wakati wa sikukuu tatu muhimu, na hilo lilihitaji bila shaka wao kufunga safari ya kwenda Yerusalemu, ambayo ilimaanisha kwamba walikuwa wakipanda kihalisi, walikuwa wakipanda kwenda kwenye mji mtakatifu. Wengi wao wangeleta familia zao pamoja nao, kama vile Yosefu na Maria walivyomleta Yesu katika miaka yake ya mapema. Sasa, desturi ya kuimba njiani kwenda Yerusalemu ilianza katika siku hizo za kale. Hatujui Hasa ni lini hii ikawa. Hata hivyo, desturi iliyoshikiliwa kwa muda mrefu, kwa kweli unabii katika Isaya 30:29 unasema, mtakuwa na wimbo kama usiku wa kusherehekea sikukuu takatifu na furaha ya moyo kama mtu anapoanza safari kwa sauti ya filimbi kwenda kwenye mlima wa Bwana, kwenye mwamba wa Israeli. Kwa hiyo hizi zaburi za kupanda zilikuwa nyimbo za safari. Ziliandikwa kwa ajili ya Waisraeli kuimba walipokuwa njiani kwenda kwenye hizi sikukuu tatu za kila mwaka. Ulikuwa na Pasaka ambayo ilikuwa mkate usiotiwa chachu. Ulikuwa na Pentekoste, sikukuu ya majuma na vibanda au sikukuu ya vibanda. Sasa kumbuka hizi zaburi au nyimbo kumi na tano. Hapa ziliwafanya watu wa Mungu waendelee kuzingatia kufikia Mungu kwa namna ya kusema. Yerusalemu uh, kwa kweli haikuwa lengo lao. Mungu alikuwa lengo lao. Unaona, kumwabudu yeye ndilo lilikuwa lengo lao, na na kuimba huku njiani uliandaa mioyo yao. Sasa unaposoma Zaburi mia moja na ishirini unagundua hapa katika mistari ya mwanzo kwamba mwandishi anasumbuliwa na ukweli kwamba anaishi katika dunia ya udanganyifu. Kwa kweli, amechoshwa na yote anayoweza kuvumilia Anaandika hapa katika mstari wa pili, uniokoe e Bwana, na midomo ya uongo na ulimi wa udanganyifu. Pia anaomboleza hapa kwamba anaishi sio tu katika dunia ya udanganyifu, bali pia katika dunia iliyopotoka. Anaandika katika mstari wa tano, ole wangu kwamba nakaa Mesheki, kwamba nakaa kati ya mahema ya Kedari. Kwa maneno mengine, anasumbuliwa na ushawishi wa kipagani wa watu wanaoishi kaskazini mbali ya Israeli pamoja na kusini mashariki Ushirikina wao ulikuwa umefika katika ulimwengu wa kibinafsi wa mwandishi wa Zaburi. Inawezekana kwa kweli kwamba alikuwa na majirani ambao walikuwa wamechukua mitindo ya kipagani ya watu hawa waabudu sanamu. Kwa hivyo, anaposafiri kuelekea Yerusalemu kumwabudu Bwana, anasumbuliwa kwamba ulimwengu wake ni mwovu sana, ni wa udanganyifu na potovu. Lakini sasa anaenda kumlalamikia Mungu anapoimba kwamba ulimwengu wake pia ni hatari anaandika hapa katika mstari wa sita, kwa muda mrefu nimeishi kati ya wale wanaochukia amani. Mimi ni kwa ajili ya amani, lakini ninapozungumza wao ni kwa ajili ya vita. Labda hiyo inasikika kama ulimwengu wako leo. Unapenda ukweli, unataka kusema ukweli, lakini watu wanaokuzunguka wanataka tu kuendelea kusema uongo au kuamini uongo. Unataka kuishi maisha safi, lakini umezungukwa na watu wanaotaka kuwa wachafu unataka tu amani kidogo, unataka tu utulivu kidogo, lakini kila mtu mwingine anataka tu kuchochea matatizo sawa. Wacha ni kuambie mpendwa, huo ndio wakati mzuri wa kuhakikisha unakwenda juu kuelekea Yerusalemu, kwa namna ya kusema, yaani unapanda kwenda kwa Mungu kupitia imani na kuamini katika maombi yako, katika kuimba kwako, katika mawazo yako. Unaweza kuwa na wasiwasi leo, unaweza kuwa umechoka, lakini licha ya kile kinachokuzunguka utaamua kujisalimisha katika ibada kwa Bwana wako aliye hai. Sasa Zaburi mia moja ishirini na moja inatupa hisia kwamba safari hii kuelekea Yerusalemu imeanza. Mwandishi anaandika hapa katika mstari wa kwanza: ninainua macho yangu kuelekea milima, msaada wangu unatoka wapi? Lazima nikuambie mstari huu mara nyingi hueleweka vibaya. Msaada hauji kutoka kwenye milima hiyo. Unaona, wakati mahujaji wanaposafiri kwenda Yerusalemu, wanapiga kambi usiku. Uh, wanakuwa macho kila wakati kwa ajili ya wanyang'ani na, na wanyama wa porini. Milima hiyo iliwakilisha hatari ya kimwili, lakini pia iliwakilisha hatari ya kiroho. Na hiyo ni kwa sababu sehemu za ibada za kipagani zilijengwa juu ya milima hiyo mirefu. Ibada ya sanamu na ibada ya uongo ilijumuisha uasherati, ilijumuisha ulevi. Hizi zote zilikuwa vishawishi kwa Waisraeli. Hivyo wasafiri wanaoenda Yerusalemu wangependa kuepuka sehemu hizo za juu za ibada ya sanamu. Kwa hiyo mwandishi wa Zaburi anauliza swali hili: nitapata wapi wa msaada ninapoangalia mbele kwenye milima hiyo mirefu. Sawa, anajibu swali lake mwenyewe hapa katika mstari wa pili, msaada wangu unatoka kwa Bwana aliyeziumba mbingu na dunia. Labda leo mpendwa, umezungukwa na wasioamini, waongo, vishawishi, watengenezaji wa matatizo. Msaada wako hauko huko juu kwenye milima hiyo, uko kwa Bwana muumba wa mbingu na dunia. Sawa. Mwandishi wa Zaburi anaendelea kusema hapa katika mistari ya tatu na nne kwamba Bwana halali wala hasinzii. Kwa maneno mengine, yeye kamwe haondoki kazini, yeye daima yuko macho. Kwa hivyo, unapoendelea na maisha kupitia sehemu hizo hatari, Mungu hasinzii, yeye halali, yeye hasinzii. Na unajua hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha unaweza unaweza ulala usiku, unaweza unaweza kusinzia na kupumzika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu halali kamwe. Na kwa sababu yeye halali, unaweza. Yeye daima anakuangalia. Sasa hapa katika mstari wa tano, mwandishi anaimarisha wazo hili anapoandika, Bwana ni kivuli chako, mkono wako wa kuume. Ni njia nyingine ya kusema Bwana yuko karibu. Na uwepo wake unakutengenezea kivuli, kama mti wa kivuli, mchana wa joto. Mwandishi wa zaburi anaongeza hapa katika mstari wa sita, jua halitakupiga mchana wala mwezi usiku. Ili kuelewa hili, hili tunapaswa kurudi kwenye siku za kale ambapo jua liliaminika na wapagani kuwa linawashambulia watu kwa joto. Hilo lilikuwa kweli, jua likiwashambulia, na mwezi ulisemekana kuwafanya watu kupoteza akili zao. Sasa hoja hapa ni kwamba iwe ni wakati wa mchana au usiku. Haijalishi ni aina gani ya shambulio unalopitia, chanzo chako cha nguvu kinabaki dhabiti. Inatoka kwa muumba Bwana yeye, yeye aliumba jua, Mungu aliumba mwezi. Hui, wewe hauko chini yao, una sababu ya waogopa wao, wako chini yake. Sasa kwa hayo tunageukia Zaburi 122 ambayo Daudi aliitunga kama wimbo utakao kumbusha wasafiri utukufu na nguvu za Mungu. Daudi amefika Yerusalemu na maelfu ya wengine wakati wa moja ya sherehe hizi, na angeweza kuwa na furaha zaidi kuwa na marafiki wengi karibu naye, wanaomhimiza kumwabudu Bwana. Daudi anaandika hivi katika mstari wa kwanza: nilifurahi waliponiambia twende nyumbani kwa Bwana. Ah, hebu nikuambie, ni jambo la ajabu, sivyo? kuwa na marafiki wanaotaka kumwabudu Bwana pamoja nawe. Wanahistoria wanatuambia kwamba kufikia wakati wa Kristo, idadi ya watu wa Yerusalemu wakati wa moja ya sherehe hizi ingeongezeka hadi zaidi ya, zaidi ya milioni moja wakati wasafiri wote hawa walipofika. Mstari wa nne unatueleza hapa kwamba wote wanatoka katika makabila yanayopanda, utoa shukrani kwa jina la Bwana. Kisha hapa katika mstari wa tano, Daudi anaanza kuimba kwa unabii kuhusu jukumu la baadaye la Yerusalemu na sasa, anarejelea ufalme ujao ambao bado haujafika. Anaandika hivi hapo, yaani Yerusalemu, viti vya hukumu vilikuwa vimewekwa, viti vya nyumba ya Daudi. Ahadi hii ya baadaye ya Bwana kupitia Daudi ilitolewa nyuma katika mbili Samueli saba. Ahadi kwa Daudi pale ilijumuisha mfalme wa milele ukaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi huko Yerusalemu. Mfalme huyo ni Masihi, mfalme Yesu. Ukisoma hadi Ufunuo sura ya 20 utapata utimilifu wa unabii huu. Hapa inafunguka Yesu anaporudi akiweka ufalme wake wa miaka elfu moja duniani baada ya kipindi cha dhiki. Kurudi kwake duniani pamoja na waliokombolewa, yote hayo yanatokea na anakaa kwenye kiti cha enzi. Hatimaye anatawala katika Yerusalemu na ngoja nikwambie kitu wapendwa, unabii wa kuja kwa kwanza kwa Yesu wote ulitimizwa. Namaanisha kutoka mji aliozaliwa ambao ulitabiriwa, hadi msalaba alikofia ambao ulitabiriwa, na tunaweza kuwa na uhakika kwamba unabii wa kuja kwa pili kwake, kuja kwa pili kwa Kristo wote watatimia pia. na na ngoja niseme hili, kuna zaidi ya unabii mia mbili Unaohusiana na kuja kwake kwa pili bado hawajatimia, lakini watatimia. Na mwaliko hapa wa njia katika Zaburi 122:6 ni kuomba kwa ajili ya amani ya Yerusalemu. Hilo ni ombi linaloangalia moja kwa moja hadi Ufunuo sura ya 20, wakati Yesu atatawala juu ya kiti hicho cha enzi katika kuja kwake kwa pili na ninahitaji kusema hivyo, kwa sababu sikiliza, hakutakuwa na amani yoyote huko Yerusalemu, hakutakuwa na amani ya kudumu, niseme, hadi siku hiyo Yesu Kristo atakaporudi na kuanzisha makao yake makuu huko Yerusalemu na kutawala na kutawala kutoka kwenye kiti chake cha enzi katika mji huo. Kwa hivyo unapoombea ombi la Daudi hapa, unapoombea amani ya Yerusalemu, kwa kweli unaombea unabii unaomba amani ya kudumu ambayo hatimaye itakuja katika nchi ya Israeli Yesu atakaporudi siku moja. Kwa hivyo kwa kweli unaomba, Bwana njoo haraka. Vema, wakati tunapomsubiri, tunapoishi kwa ajili yake leo, hapa kuna ombi langu kwako: neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote.